Asante sana msikilizaji na mtazamaji msikiliza wa DW kwa kuendelea kuwa nasi. Sasa umewadia ule muda wa kutazama kwa kina zaidi maandamano ya Gen Z, ambapo mwaka jana Juni, mwaka elfu mbili ishirini na nne, ni mwaka mmoja leo unaadhimisha. Uh, kutazama labda nyuma kutathmini athari zake, mafanikio, changamoto na matarajio ya kizazi kipya kuhusu Kenya ya kesho. Maandamano haya yalikuwa ya kipekee, yakionyeshwa na vijana ama yakiendeshwa na vijana bila uongozi rasmi, kwa nguvu ya mitandao ya jamii na ujumbe wa matumaini na mabadiliko, lakini pia yaliambatana na maumivu, vifo vya zaidi ya watu sitini, ukandamizaji na maswali makubwa kuhusu haki za raia. Mwaka mmoja baadaye, vijana wamejitokeza tena barabarani, mitaani wakiwa na kauli mbiu, wakati huu akisema, tumechoka. Kwenye line ya simu nimewapata hapa baadhi ambao wanashiriki katika maandamano hayo. Kutoka kule mjini Mombasa, yupo Francis au Magamba, huyu ni mwanaharakati, lakini pia vile vile kule Nairobi, yupo Wanjira njira, ambaye pia ni mwanaharakati e, ambaye anashiriki katika maandamano ya leo. Wanjira na Francis, sijui mnanisikia Ndiyo, ndiyo, tunakusikia. Asante sana. Ni kama mnanisikia, tuko kwenye maandamano. Naam, tunakusikia kabisa. Wanjira, pengine labda kwa mtazamo wako, e, e, maandamano ya mwaka huu labda yanatofautiana vipi na maandamano ya mwaka jana? watu wamejitokeza kwa wingi kama ilivyokuwa mwaka uliopita? Naona kama mwaka huu watu wamejitokeza zaidi ya wale watu ambao walijitokeza mwaka uliopita. Uh, na tena inaonyesha kwamba Wakenya wamekataana na uongozi mbaya mm -hmm. ambao tunaopitia uh, saa hii uongozi wa maafa, uongozi wa kuibia Wakenya, uongozi ambao hauzingatii mbele yetu na kesho yetu kama vijana mm -hmm. Ndio maana tunajitokeza leo kusema kwamba mashujaa wetu waliouliwa mwaka jana ni lazima wakapate haki, ni lazima wakapate heshima yao, na tena hawakukufa bure mm -hmm. so tuko hapa kama vijana ku sema tunahitaji serikali ambayo inatusikiza, inatuenzi, inatekeleza katiba na inajali Wakenya. Naam, ukizingatia kwamba kuna baadhi ya watu ambao vijana waliweza kuuawa katika maandamano hayo, kuna baadhi ambao walijeruhiwa na kuumia, kuna wengine ambao wamepotea, wewe kijana, haikukupa hofu mwaka huu kuweza kushiriki tena katika maandamano? Uh, naweza sema kwamba kama vijana tunaona tuki, tukiweka kimya mm -hmm. basi hii ndio itakuwa hali ya nchi yetu Kenya, kwamba vijana hawana sauti, wanauliwa kiholela, na ndio maana vijana wengi zaidi mm -hmm. wamejitokeza mwaka huu kwa sababu tunakataana na nchi hiyo ambayo inaua watu kiholela, haiheshimu haki za kibinadamu, haitekelezi katiba. Naomba yes. naomba nitoke. Pole, pole. Ya usalama wako ni muhimu zaidi. Asante sana Wanjira kwa kuweza kujumuika nasi, tutakutakia maana maana ya asante, amani. Asante sana asante na msikilizaji na, na mtazamaji kama unavyosikia hali ilivyo huko jijini Nairobi, wa njira njira ni moja wa waandamanaji vijana wa Gen Z ambao wameweza kujitokeza na hali siyo shwari kama anavyotuarifu hapo. Lakini Mombasa kule, e Francis Auma, vipi huko Mombasa, nako hali ikoje kufikia sasa na mwitikio wa waandamanaji wa, wa, wa, huko namna gani wakati huu naam? shukran jazila. Mombasa tumemaliza maandamano yetu kwa amani vijana wamejitokeza kimasumasu. zaidi ya vijana elfu tatu wamekuwa barabarani tangu saa kumi na mbili asubuhi saa zetu za Afrika Mashariki. mm -hmm. na tulienda kanisani wakumbuka wale waliouliwa mwaka jana. Saa hii imetimia, uh, mwaka mmoja, vijana zaidi ya sitini na sita waliaga dunia kwa kupigwa risasi na polisi ikiolelaolela, na hatujaona natija yoyote. Hatujaona familia zao wakipatwa na serikali kuuliza ilikuwa namna gani. Mpaka leo hakuna polisi yoyote ameshikwa na mambo haya. Kwa hivyo tulijitokeza sana kwa wingi na tumemaliza na amani, ingawa kumetokea vurugu hapa na pale, wa, wezi wameingilia kati, lakini tunajua hawa walikuwa wameletwa na serikali kuja kuvuruga amani. Mombasa tuko chonjo, tuko salama. Jenzi wamesema imetosha imetosha, hatutaki tena kunyanyaswa. Manake serikali ya Ruto imekuwa ikiwanyanyasa majenzi wakiua fyucha yao. Majenzi hawana makazi, majenzi wamesoma, majenzi wamepata shida. Na hivi tunavyoongea hivi sasa, Communication Authority wamefunga tv zetu zote live, hakuna kuonyesha maandamano haya. Kwa <coughs> hivyo, Nairobi inaendelea lakini Mombasa watu wamedisperse, watu wamepeleka petition kwa county commissioner ambaye ni mwakilishi wa serikali. Na wengine wameumia kidogo, hapa mbio mbio pale na pale, lakini sofa imekuwa mzuri sana na labda pengine haya maandamano kadri yanavyoendelea, ya unaona, kama sasa hivi hakuna taarifa zozote Kenya mnaweza kuzipokea kuhusu maandamano yanavyoendelea, ya labda pengine unaona kuna mwelekeo gani mpya wa harakati hizi za kijamii kupitia maandamano ya sasa? Wananchi wamechoka, katiba yetu inaturuhusu tufanye maandamano tekezekena kila kukicha ni article 37 yetu inasema katiba inatupatia nguvu. Mm -hmm. Kwa hivyo polisi kutumia nguvu na kudispas watu na serikali kunyanyasa raia haitazuia. Vijana wamechoka na wako wengi sana, wamesema liwalo na liwe, sisi lazima sauti ipazwe, lazima wasikizwe na wale polisi wote waliosika kuua na kunyanyasa raia wafikishwe kizimbani. Hata hivi juzi kuna mmoja Mr Saida ambaye ni deputy inspector of police nasemekana uh, mm, anaitwa Albert lakini bado serikali ni warongo, wanakiriba goji goji kiriba, maneno ya urongo kudanganya majenzii na wao wenyewe wanawanyanyasa majenzii. Kwa hivyo majenzii ni vijana wamesema hawatarudi nyuma, hawataogopa mpaka kieleweke. Tunataka akitendeke kwa wale waliokufa, tunataka akitendeke kwa Wakenya na washike adabu, sio kwa mamlaka, sio kuua watu. Francis, hapa ukizungumzia kwamba katika maandamano haya kuna vurugu, vijana wanajitokeza pia katika video ambazo zinasambaa mitandaoni, baadhi ya vijana wanaonekana wakijaribu kuwatishia kuwa, uh, ama kujileta kwa nguvu uh, mbele za polisi, labda angalau kuonyesha kama uchokozi dhidi ya polisi. Na vilevile wengine wanatumia fursa hii kuweza labda kuvunja maduka wenyewe kufanya ukorofi e, pengine wewe kama kijana ama mmoja wa wale ambao umefuatilia maandamano kama haya, unazungumziaje swala hili? Ah, masuala haya ni stage manage, hii imeletwa na serikali wenyewe wamebebwa na wanafanya kazi na polisi. Tuliona hata juzi, maandamano ya juzi hapo Nairobi, wakipora wakipiga watu mm, wakidia watu. Sisi vijana hawana shida, vijana ni simu, bendera ya Kenya na maji, na kuomboleza na, mm, na kuimba na kuimba na kukumbuka wenzao waliouawa wali, kwa hivyo ukiona kuna porwa ama kuna chomo magari ama hii ni state manage, hii ni serikali ili watu wawe discourage, watu wasije kwa maandamano, lakini vijana tuko organize, vijana wamehakikisha kuwa kuna amani, na vijana wana shida na mtu yoyote, au ni kuomboleza na kukumbuka wenzao waliouliwa mwaka jana. Endelea kubakia hapo hapo, narudi kule jijini Nairobi na arifiwa kwamba mwandishi wetu Shisi ya Wasilwa pia amekuwa akifuatilia Shisia, vipi Nairobi sasa hivi? Kwa mtazamo wako, vijana wa Gen Z, labda kuna taarifa zozote mpya ambazo zimeweza kujitokeza mpaka sasa, labda majeruhi na namna ambavyo polisi wanakabiliana na waandamanaji, na pengine maandamano haya labda yamefikia upande gani, kwa sababu awali walikuwa wamesema kwamba wanalenga kufika katika Ikulu. Aa, asante sana Njama, ee, kama ulivyotanguliza kusema maandamano bado yanaendelea, polisi bado wanafukuzana na waandamanaji. Taarifa ninazozipokea kwa wakati huu ni kwamba kuna vijana ambao walikuwa wanatokea barabara kuu ya Thika na wengine wametoka Juja na wamewazidi polisi nguvu, na kwa wakati huu tunavyozungumza, uh -huh. polisi wanaoelekeza hadi jijini Nairobi. Kwa hiyo uh, taarifa ambazo tunazipokea tena kwa wakati huu ni kwamba eh, mamlaka ya mawasiliano nchini Kenya imetoa marufuku ya kuonyesha na kutangaza matukio ya maandamano haya moja kwa moja, uhum, bila kusema itachukua hatua gani, lakini tunavyozungumza, televisheni za Kenya pamoja na redio zingali zinapeperusha matangazo hayo mm. Uh, awali shisi ya uh, inspekta jenerali wa polisi Douglas Kanja alitoa onyo kwa waandamanaji kwamba maeneo wa ambayo yanalindwa kisheria, waandamanaji wasifike katika maeneo hayo. Labda kauli hii imezingatiwa na vijana wa jenzi katika maandamano yanayoendelea hapo jijini Nairobi. Naam na ndio maana kuna kuna kuna makabiliano eneo kama vile la bunge pamoja na ikulu. Usalama umeimarishwa kabisa, polisi pamoja na na na wanajeshi wameshika doria katika maeneo hayo, na kama nilivyoweza kusema kwenye ripoti yangu, wametumia mpaka nyaya za miba kuhakikisha kwamba wale waandamanaji hawafiki maeneo hayo. Naam, nirudi Mombasa. Uh, Francis, pengine labda sasa mbali na hizi vurugu na fujo anazofanya baadhi ya vijana eh, labda kwa mtazamo wako, maandamano unadhani ni njia bora ya kudai mabadiliko nchini Kenya au kuna mbinu mbadala ambazo zinaweza kuwa na tija zaidi katika uh, kushinikiza ajenda wanazozitaka wa Kenya? Naam Sikio la kufa ni sikii dawa, maandamano ndio wanasikia, manake tumejaribu njia zote dipl, di diplomasia, tumejaribu njia zote za kisheria, ya amani, kupeleka mapetishen kwa njia ya amani, kwa upole, lakini serikali hawasikii lugha hiyo. Lugha ya maandamano ndio wana, manu, wana act kidogo, manake nchi ina dhiki. Uh, mambo ya elimu, vijana wako nyumbani hawana maajira. Uh, kuna watu wanakuta madrugs hapa zinaletwa na, na wanasiasa wenyewe kwa wenyewe wanaongezea na mapesa ushuru huko juu, vijana wako so desperate. Na vijana wameeleza hizi kitambo, finance bill ile ya mwaka jana jime, imezua mambo yote, maisha yamekuwa magumu. Tukijaribu kuongea kwa njia ya mtandao kupeleka kuelezea, hawasikizi, wanaona ni uh, kawaida tu, maisha itaongea itaisha. Lakini sasa tumeruhusiwa last resort, ndio ya mwisho Ukituona tunatoka barabarani basi tumetumia njia zote mm, na uluata koti pia tumejaribu kwenda kwa makotini, hawasikizi. Koti wana impunity, wana content, hawaogopi. unaitwa kwa koti iwe mkubwa polisi au auendi. Na kweli wakitaka amani, lazima watuelezee ni nani aliua Gen Z, ni nani hawa watu ambao walitumwa na serikali, huwa vijana ambao walikuwa hawajajiani. Vijana hawana shida, hii yote ikifanyika, basi accountability ingekuwa na mambo haya hayangetokea, mm. Kwa hivyo, Kenya wamesema bado mapambano na tutaendelea mpaka

Naam. Uh, upande wa pili wa studio yupo pia mwenzangu tatu Kareba amekuwa akifuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii na hasa pia mitandao kwa ujumla kuweza kuangalia wanasemaje, watu wana maswali namna gani. Tatu pengine wanasemaje huko na labda kama kuna maswali tunamuelekezea, eh, Imashisia tunamwelekezia ima ama Francis akiwa Mombasa. Na kwa kweli ni maoni tu wanatoa kuhusiana na maandamano mm -hmm. Na namuona Odifes Felicia hapa na anasema naona kama hakuna chamana kilichofanywa tangu yale maandamano ya awali zaidi ya kulengwa tu fupi Afrika tunafanana, waendelee kupambana kile wanachokiamini mpaka wakipata. Sikubali kukatishwa tamaa, huu ni zezeta zezeta. Na kakuko Musa naye anasema vijana wanatumika na mashirika ya kiserikali, yasiyo ya kiserikali na taasisi za serikali. Mm-hmm, tunavyozidi kuandamana kila kukicha, ndivyo maandamano yanaisha nguvu, yani yanazoeleka. Bila shaka. Naam, salem Koma anasema naomba waandamane kwa amani, sio kama tulivyozoea kuandamana kwa fujo. Si rafiki ama fujo sio rafiki, andamaneni ndio, ni haki yenu, lakini sio kwa fujo. ni nirudi ni kwanza tatu shikilia hapo, nirudi kule jijini Nairobi. shisia eh, kwa sasa vyombo vya habari haviripoti eh, matukio yanavyoendelea moja kwa moja. Eh, pengine labda kimtazamo wako unadhani eh, hili limeletwa na nini, na pengine kwa mtazamo wako litaweza kuwa na athari gani katika eh, maandamano ya leo? Uh, asante sana Njama, nadhani hili limeletwa na ukweli kwamba, uh, kuna maeneo mengine ambayo maandamano haya hayafanyiki uh -huh. na iwapo uh, wanatizama kwenye televisheni na kufuatilia vyombo vingine vya habari uh -huh. inakuwa rahisi vyombo vya habari kutumika kuchochea maeneo hayo pengine kujihusisha, uh, katika haya maandamano, na athari ya ya, ya ya wito huo ni kwamba pamoja na kwamba ni, ni, ni, ni, ni, ni agizo la serikali kwa maoni yangu, ni kubinya vyombo uh, vya habari pamoja na haki ya kujieleza na, na, na kupatia umma taarifa mm. E, Francis, labda uh, kwa hili suala la vyombo vya habari kufungwa, vijana pia nao kuumizwa, wewe sijui taarifa kama hizi unazipokeaje na kama kijana kama mwanaharakati, suala kama hili ungependa lichukuliwe eh, hatua zipi katika kuhakikisha kwamba hali inabadilika? katika nchini Kenya, ila mama Gen Z ashaambiwa yeye ni mbaya, ni mchafu, ni mbovu, ana adabu. Sasa hii inaleta chuki zaidi, na kufunga vyombo vya habari sio suluhu, maanake kuna masimu bado wanarekodi, wengine wanapeperusha live live kwa TikTok, wengine wanaziweka. Kwa hivyo sio suluhu. Suluhu ni kuwa wasikizeni vijana, waiteni, tukae chini. Walisema tutaka demand 1 2 3 4 5 6, na mpaka wale wamjapata vile vile mnazidi kuwanyanyasa, mnazidi kuwaua. Kwa hivyo mambo haya italeta shida zaidi. Sisi tunataka kuwa Gen Z wasiogope, wazidi kujitokeza kimasumasu, na serikali lazima ifikie ma Gen Z na katika maandamano haya eh, ya mwaka jana yalikuwa tofauti kidogo. Wengi walikuwa ni vijana, hawakuwa na viongozi, hawakuwa na makundi ya kutetea haki ambayo pengine yalikuwa labda yanachangia kwa namna moja ama nyingine, isipokuwa kwamba yalikuwa zaidi kimitandao, watu kuweza kushinikizana. Wakati huu viongozi mbalimbali wameweza kujitokeza kule Nairobi, sijui Mombasa, kunao ambao wamejitokeza, na labda pengine hii eh, hi, imewapa taswira gani? na Mombasa ya kihakika, kulikuwa hakuna mwanasiasa yeyote alijitokeza, ni mm -hmm. Vijana wenyewe wamejitokeza, wenyewe wamejimobilize wenyewe, hakuna hata viongozi wa kidini wamejitokeza, wala hakuna viongozi wa wa, wa wa jamii wamejitokeza mm -hmm. Vijana wamepanga hii pole pole na wameeleza, tuka notify polisi, wakasema kuwa tutapata barabara hii mpaka barabara hii na kumekuwa peacefully. Kwa hivyo, kwa kifupi, wangeingia wanasiasa, ingeleta chuki zaidi na kumekuwa na propaganda kuwa wanasiasa wana, wana organize magunz wale watu wabovu kuja kuumiza majenzi. Majenzi hawaogopi mm. Wako wengi kinamba. Kwa hivyo kutokuja kwao okay, pia imesaidia hapa kwetu. Na wanasiasa ni warongo, ni warongo, kwa sababu wanakuja, wanalia machozi ya urongo. Wako bunge kule hawawezi kupitisha na kusema kuwa wale polisi waliofanya mambo haya washikwe, wao zao zinawaendea. Ndio maana mm -hmm. Majenzi bado hawaamini wanasiasa, wanasema wanasiasa ni wanaleta siasa za uzi sindano za kushona na kufumua na urongo mwingi, ili zao ziwaendee, lakini majenzi wanateseka na wakenya kwa jumla wanateseka, na uh, muda kidogo unaendelea kututoka. Tatu Karima, labda usome alau maoni ya mtu mmoja, tumalize na shisia eh, tufunge mjadala wale Uh, Padri Moshi wa Kotela Moshi anasema athari kubwa maana zimelifanya jeshi la polisi nchini humo kushindwa kujizuia mpaka kutumia silaha za moto na hata kufanya mauaji, lakini pia vijana wameonekana kuwa na nguvu, ambao wakati mwingine isipodhibitiwa italeta balaa nam